Mkutano wewe hapa, maana sio sio kwa usumbufu usumbufu. Huu wakati unakuja kuchukua pesa pale pale ofisini, ulichukua haraka kabisa, lakini umekuwa usumbufu kiasi hicho kwako? Kwako kumbe soga kwa kwa kwa kwa kwa yako. Hey, eh? ya nyumba, nyumba. Waungwana usalimiana kwanza, kwa sio kwa vitimbi vile ambavyo nimevikuta. Eh? Nimefika nyumbani kwako pale na mtu yule mwanao. Sisi tu sisi kichawi. Kina mambo ya ajabu kweli kweli. Eh? Mama kibao amenifanyia. Afikia nikija pale sikukuti. Kingi ya pale sikukuti. Pesa yangu mimi naipataje Bitausi? Hivi leo kupeleka nyumbani kwangu mimi ni nani jamani? Mbona hapo unapozungumza sio nyumbani kwangu? Na mimi sina mtoto mtukutu. Hapo ulipoenda sio nyumbani kwangu kakaangu, nakwambia. Mimi watoto wangu sijalea hivyo. Mungu nakwapia. Alafu, nimekuja pale nyumbani kwako kuna kabinti kadogo dogo tu na kauliza, bibi Tausi yupo mundani? Anaambia hayupo, Na naonyesha kabisa nakufahamu. Unasemaje wewe sio binti yako yule, na pia unasemaje sio kwako? Wakati yeye kanithibitishia kabisa kuwa pale ni kwako wewe. Na kabinti yenyewe kana vitimbi vya ajabu ajabu ajabu, mimba nashindwa kumuelewa. Lakini ipo siku yake. Kaka, Nakwambia nyumbani kwangu ujapajua, mimi hapa bitausi sina mtoto mtukutu. Si umenielewa? Sina mtoto mchawi mimi. Watoto wangu bwana, nimewalea katika maadili bora. Sina mtoto jeuri mimi. Umekosea nyumba. Basi sawa, tuachane na hayo. Maana una familia yako wenyewe wote wachawi, kuanzia mama mpaka mtoto. Sawa. Pesa zangu mimi nazipataje? <laughs> Sasa hapa mimi kuna mchongo na usikilizia. Siku hizi hizi mambo yatakaa vizuri. Nitakupa hela zako zote. Na sasa nitakuzidishia 5000 yako ya soda. Hautanidai kabisa kaka kakaangu. Nakwambia. Sasa so, sikiliza wewe mama. Mama ukupita na kukutana hivi tena miti atakati. Na, na mambo yako sio uchawi sio nini sio yote. Na kuja nyumbani kwako kesho na nakuomba nikukute wewe mwenyewe na sio mwanao. Nimemaliza. Hmm. Watakuwa wamempeleka kwenye nyumba nyingine. Mimi bitausi na uchawi wapi na wapi? Hai titunu wangu mchawi. Hai uchawi kautoa wapi ule mtoto? Aka amkome mtoto wangu hata sio mchawi.

Unakaa wapi nimekuuliza? Si unafuatilia maisha yako, unakaa wapi mboa? Nipe pesa, pesa sana. Umenipenda, natakuja nyumbani. Hey, jamani kweli <guli> Mungu akusaidie.

naheshimu kazi yangu ndio ina niweka mjini anayepanga marani, ndio maana najiamini. Karibuni wateja niwahudumie mpone. Karibu. Asante mganga. Mimi nimekuja hapa, shida ninashida. <laughs> Amwiti Fonas, shida yako nishaijua vitu vidogo sana kwangu hivyo. Mimi ninaitwa mganga kimoja, natibu kwa dakika moja na matatizo yaisha kwa sekunde moja. Shida yako we, kuna mtu unampenda sana, na huyo mtu anakuzungusha zungusha. Sasa basi, hapa ndo shida imeisha, kikubwa imani tu. Mganga ni kuondoe shaka katika hilo. Kuhusu imani, mimi ninayo ya kutosha, mpaka natoka nyumbani kwangu, nafika hapa, nina imani iliyojishibisha. Sasa basi nenda kupatia dawa. Hiyo dawa inaitwa njelekela. Hiyo dawa jitahidi, unavyojitahidi pambana, unavyopambana yule mtu uweze kumpigia simu, mkutane sehemu, na hiyo dawa utaitia kwenye kiti. Akikalia kile kiti, mchezo wote umekwisha. Na dawa nyingine utaiweka mdomoni, ambayo ni ya kijiti. Hiyo sio ugoro, hiyo ni dawa. Ina maana mganga, unataka kuniambia nikishatumia hizi dawa yule mtu atanisikiliza na kile ambacho nitaongea mimi ndicho hicho hicho atafata, sio? Yaani namaanisha kuisha hiyo dawa atakuwa anajichekesha chekesha na hata kununia tena. Sasa basi nenda kuongea dawa Shika hii. Hiyo dawa unaenda kunyunyizia kwenye kiti kabla hajakaa, na akikaa kwisha, atujamaliza. Umeona hii dawa, hii dawa ya kijiti ambayo ndo utaweka mdomoni, hiyo dawa iheshimu sana na uitunze sana, maana hiyo dawa ni ndogo ndogo, lakini ni kama vimewamusha Iliogaanisha bahari ikawa nchikavu. Asante sana mganga, na naomba unisaidie niweze kufanikiwa hili, maana yule mwanaume anautesa sana moyo wangu. Vitu vidogo sana kwa ngu hivyo, mini naitwa mganga kimoja na tibu kwa dakika moja na matatizo yaisha kwa sekunde moja. Unazo kazi yangu duinani weka mjini anaipanga mwanani, ndo maana anajiamini. Eh, weka hela hapo chini, weka sadaka chini. <coughs> Asante sana mganga, weka sadaka chini, unaweza ukaenda ilavalek <coughs> Shikamoo shangazi. Maraba mmeshindaje? Maraba mambo, umechelewa? Eh, acha tu mwanangu, mizunguko yangu ilikuwa mengi. eh, eh, hebu eh, nataka nikuulizeni jamani, Shamima kuna mgeni wangu yote ashayekuja hapa hapana? hmm, hamna mtu yote mm -mm. wetuno Mama, je, kumwona mgeni yote hapa kweli? Hmm, kweli. Kajichanganya madeni. Baibai, bye bye. Wamempeleka sehemu nyingine, mama? Kwani bado unadaiwa? Hamna, nimesema tu, yeah. Kwani mama, huu anadaiwa <laughs> We acha tu tulikuwa tuna tu, henhen hapa sibaa mpeke msugu wa mama. Nikirudi nitakuja kukwambia, utanikuta hapo, fanyia haraka. yeah. yeah. odi. <laughs> Shemeji, nakuja Shemeji, sio unakaa huku siku zote na nimekuandalia huku, njoo kae huku shemu, shemeji wala usipate shida. Nimeshakatwa. Hamna neno shemeji. Basi sawa, shemeji, umenipigia simu kwamba nija haraka sana, Viki yuko hapa na um, huyo Viki kwapi? Yaani shemeji, muda wote nalokupigia simu eti ndo unakuja sasa hivi. Viki mumewe kaja hapa kambeba. Kwani vijakutana nao huko barabarani? Hapana, sijakutana nao. Okay, sawa, ngoja niende nyumbani kwake nikamuone. Shemeji yini uende nyumbani kwake kufanya nini? Viki sasa hivi yupo na mumewe, ukifika pale uone kama utamwaribia ah. <laughs> Shemeji, kuhusu hilo ondoa shaka, mimi na Viki pamoja na mume wake tumeshaamaliza. Isitoshe, mpaka sasa mume wake mie ananifahamu vizuri kabisa, ingawa hajui ni nini kinaendelea. Kwa hiyo hata nikienda pale sidhani kama ataleta shida yoyote. Shemeji, ah, nisha kwambia usiende huko, au kama umechoka, unaweza kwenda kupumzika chumbani, maana kumeshatandikwa tayari hmm. Shemeji, sio rahisi sana mimi kulala hapa, hata kama nimechoka kiasi gani. naomba mi niende kwa Biki. Aliniambia nikitafuna hichi kijiti kila ntachokiongea atanisikiliza. Imekuwaje nambona, namwambia kae pale hataki. Oh, huyu mzee au naye mwanga yani. Sitokubali, yani mimi siwezi kushindwa kirahisi kiasichi nitapambana mpaka dakika ya mwisho, na lazima nimpate. Tafurani baba, Tafurani mama, Tafurani baba, Tafurani mama. Afadhali mwakuta leo wa jumba zangu. Mjomba, hivi siku za karibuni sikuwepo, nilikuwa huko na shughuli zangu za usaidi ya fundi. Nilivyo rudi nilikuja hapa, ila sikuwakuta, nikaondoka. Lakini nikarudi kaudi amu ya pili, nikamkuta ankari hapa. Kwa hali nimekuta nao ankari, ili nifanye nisizungumze chochote. Afadhali nimewakuta wote wa jumba zangu, tuzungumze. Mjomba, nasikia unaishi na mke humu ndani wakati wewe unajua hii nyumba ni ya familia na tuliachiwa kama urithi kwetu. Mjomba, sasa wewe unawezaje kuishi na mke humu ndani? wakati mimi nikifeli kwenye harakati zangu za maisha naweza nikuja kuishi hapahapa, sasa itakuwaje mimi nikitaka kwenda bafuni tunapishana na mke wangu humu ndani? nikushauri kitu kimoja tu mjomba, kama ameshindwa kukujengea wewe hata chumba kimoja basi akakupangishia huko chumba kimoja mtaani kuliko kuishi naye hapa, au unasemaje, Jankari? Mjomba, mi nimekusikia kwa umakini sana na nimekuelewa vizuri tu. Mi akirudi leo nitajaribu kuongea naye, ntamwelezea vizuri kama ulivyonielezea wewe. Lakini mjomba unatakiwa ujue, mpaka hii nyumba unavyoiona imesimama leo, iko vizuri, inapendeza, ni kwa sababu mimi niko hapa. Mimi ndo nasimamia hii nyumba, mjomba wangu. Huyo mjomba wako hana chochote anachokielewa, hana chochote anachokijua. Yeye na bangi, yeye na wizi. Sasa mjomba, mimi nikiondoka hapa, unafikiri hii nyumba itakuwaje? Si ndio itakuwa nyumba ya wavuta bangi itakuwa nyumba ya kuhifadhia vitu ambavyo vitaibwa huko. Lakini kama umeona si sawa mi kuishi na mume wangu hapa, sawa mjomba, mimi nitaongea naye na tutaondoka. Hebu nisikilize la sister, unajua mazingira mnaongea, mi nawasikiliza tu muda wote.